unaongea na Deogratius Fortunatus, inapiga simu kutoka makao makuu ya Freemason hapa. Wapi? kuzi mmoja hiyo? na yupi? Nakusikiliza, nakusikiliza. ja- jana tulikaa kikao kwa ajili ya kukujadili kuhusu nini, namna ya kukusaidia na kuboresha maisha yako. E, ndiyo, ndiyo. basi shetani akatoa wazo kuwa itabidi uchangie kama elfu thelathini kwa ajili ya usajili wa wanachama kwanza, sawa? alafu tutakupa trilioni kumi kama zawadi. Unajua <coughs> imeandikwa kwenye Kutoka la thelathini na nne kumi na nne mm, maana uto mwabudu Mungu mwingine, kwa kuwa Bwana ambaye jina lake ni, ni mwenye wivu ni Mungu Mungu mwenye wivu. Kwa hiyo analeta wivu kwenye maendeleo ya watu eti Hebu mpokee Yesu, acha utapili ukabuturu. Imeandikwa utakufa masikini. Kitabu gani? Musa sura ya tatu. <coughs>